Ni salamu za heshima zikitolewa na walinzi wa jadi maarufu kama sungusungu sungu mbele ya mkuu wa wilaya ya Uyui mkoani Tabora Mohamedi Mtulyakwaku ambaye muda mchache baadaye akasimikwa uchifu na kupewa jina la Chifu Kafuku. Akizungumza na sungusungu sungu, viongozi wa mila, wazee na wataalamu wa tiba za asili mkoa wa Tabora, chifu Kafuku amepongeza kazi zinazofanywa na rais Samia huku akikemea vitendo vya ubaguzi. Hayo yamejiri katika mkutano uliolenga kuimarisha amani ambao umefanyika katika kata ya Magiri wilaya ya Uyui mkoani Tabora. Tuendelee kumpongeza na kumuunga mkono Mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia Suluhu Hassan. Watanzania ni waelewa, wameamua kuchagua maendeleo, ndiyo maana wamemchagua Daktari Samia. Lakini wito wangu mwingine ni kuepuka na masuala ya kibaguzi. Sisi Watanzania, mila zetu na desturi zetu za Kitanzania hazitutaki sisi tubaguane kwa namna yoyote ile. Ubaguzi usiwepo, aidha uwepo kwenye la, jambo la dini, iwepo kijamii Mwenyekiti wa sungusungu mkoa wa Tabora Kapele Katala Baridi amelaani watu wenye lengo la kuwagawa Tanzania kwa imani za dini. Sisi kama sungusungu na vikosi vya ulinzi shirikishi mkoa wa Tabora, kwanza tunalaani vitendo vya ubaguzi vinavyofanywa na baadhi ya watu ambao wanapelekea kulitawanyisha taifa letu katika hali ya kuleta taharuki ya watu kutokuelewana. Jambo hili sio zuri, tunalilaani na tuliungi mkono na tumekuwa sehemu ya kuhamasisha na kuhakikisha katika mkoa wetu wa Tabora katika maeneo yote ya mipaka ya wilaya zetu sungusungu wanaendelea kuwa wamoja, kupeana ushirikiano pasipo kuangalia dini, kabila, wala huyu ni nani. Huo ni utaratibu wetu katika sungusungu -sungu. Aidha, mkuu wa Takukuru wilaya ya Uyui Faraja Uledi amewahimiza wananchi wilayani Uyui juu ya utozaji wa faini za jadi maarufu kama masumule zifuate taratibu kwa mujibu wa sheria walizojiwekea. Sisi kama Takukuru kazi yetu ni kusimamia na kuongoza mapambano dhidi ya rushwa, lakini jukumu kubwa ni la kwetu sisi wote. Hivyo tuna kauli mbiu yetu ambayo tunasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Tutimize wajibu wetu na nyiye sungusungu kama sehemu ya jamii kutimiza jukumu hili kwamba tuna wajibu wetu wote kupambana na rushwa. Sasa tunafanyaje? Tunaita masumule. Sasa katika kufanya hivyo, basi tuhakikishe tunatoza kulingana na maelekezo au utaratibu ambao tumejiwekea. Kama mtu akifanya kosa fulani, adhabu yake ni kupewa masumule ya kiasi fulani basi tuhakikishe kwamba anafanya hivyo. Bertha Ruzoka na Abasi Kigwangala wakaazi wa mkoa wa Tabora wamesema hawahitaji machafuko, hivyo wamewahimiza vijana waisikilize serikali yao. Watoto wetu naomba wasijihusishe katika masuala ya vita. Kama vita itatokea, naomba wakae ndani, wasikilize, tusikilize majeshi, na jeshi litasaidia tu na Mungu atasimama pamoja nasi. Haidi, sasa